Na mtazamaji, karibu tena, tuendelee na vidokezo ambapo huduma ama kwa mtazamaji kwamba, na huduma za matibabu katika hospitali ya Transmara West mjini Kilgoris zimetatizika pakubwa, na ni baada ya usimamizi usimamizi, uh, wa hospitali hiyo kuamua kuifunga ghafla. Hii ni kufuatia tukio la uvamizi wa wahudumu wa afya usiku wa kuamkia Jumatano na kuacha maafisa wa afya na majeraha. Kwa mujibu wa baadhi ya maafisa katika hospitali hiyo ambao hawakutaka kutajwa, ni kwamba wahuni waliojihami walifika ndani ya hospitali ya Transmara West usiku huo wakiwa na mgonjwa aliyehusika katika ajali na kuzua vurugu baada ya mgonjwa wao kushauriwa kupata matibabu katika hospitali moja ya misheni kufuatia hali yake mbaya, kilichofuata ni manesi kupigwa na kuachwa na majeraha mabaya mwilini. Nilikuwa nalete mtoto, nilikuwa nakuja kutibu hapa hospitali na nakuja kukuta hospitali nimefunga, sijui zaa tapeleka wapi mtoto saa hii. Nilikuwa nimevunjika mguu, saa nilikuwa nimekuja x-ray na nimepata hospitali imefungwa. Sasa hata tukikuja atupati madawa, naambiwa ndo nunue nje, wanakuandikia, nakwambia ndo nunue. Nimetoka Lolgorian nilikuwa nimetumwa scanning, kwa sasa nimepata hospitali wamefunga. Sasa sijui usaidizi tutatoa wapi? na ni hapa tu ndio tunategemea, ndio nini ya serikali. Nao raia wawili wa Uturuki ambao ni wakimbizi na wafanyabiashara